Karibu mwana Songwe, karibu mtanzania pia uweze kujua ni nini ambacho kimejiri katika mkoa wa Songwe. Lakini pia e, kwa siku ya leo kitu ambacho kimefanyika ni vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Songwe, ambapo vimeweza kufanya mazoezi ya pamoja, lengo likiwa ni kuimarisha utimamu wa mwili, lakini pia kuweza kudumisha ushirikiano e, katika kulinda amani ya wananchi, ambapo e, mazoezi haya ya pamoja yamefanyika katika mji wa Mpemba, wilaya ya Momba, mkoani Songwe lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vikiwemo polisi, magereza, JWTZ, uhamiaji na zimamoto mkoani Songwe vimeungana kufanya mazoezi ya pamoja kwa lengo hilo la kuimarisha miili yao lakini pia kuongeza mshikamano katika kutekeleza majukumu yao ya kitaifa, ambapo Kamanda Senga amewataka wananchi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani badala ya kutegemea taarifa kutoka mitandaoni. Amesema mazoezi hayo yanaendelea kufanyika kila Ijumaa hadi Oktoba 24 na baada ya uchaguzi yatarejea tena mara moja kwa mwezi lakini pia mazoezi hayo yanatarajiwa kuendelea katika wilaya zote za mkoa wa Songwe, yakilenga pia kuimarisha afya, nidhamu, ushirikiano na vyombo vya ulinzi na usalama, ambapo mazoezi yaliyoweza kufanywa bwana ni pamoja na mazoezi ya viungo, lakini pia mazoezi ya kukimbia. Pia yameweza kufanyika katika ile barabara kuu ya Tanzania Zambia, lakini pia ile ya Mpemba Ileje kwa hiyo hapo mazoezi yameweza kufanyika kwa siku ya leo, lakini naamini wanasema mazoezi yataweza kuendelea zaidi. Ni kuombe tu endelee kututegea sikio, lakini pia endelee kutufuatilia katika mitandao ya kijamii nasi, hatutasita kuweza kukuletea kile ambacho tunakuwa tunakipata na tunaamini unastahili kukipata pia.